Hata kwenye press conference hawataki kufika yeah. Usishangae hata leo yeah. kwenye, kwenye mazoezi yao pale pia wasifike tena kwa sababu leo mbuzi hamna leo yeah. Ile basi lao la mbuzi leo hamna yeah. yeah. Kwa maana hiyo hata leo kwenye, kwenye mazoezi yao pale yeah. Benjamin Mkapa okay. ya mwisho wanaweza wasiende yeah. hata kufanya mazoezi mpenzi na... mtazamaji ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe. Kama mshale unavyokuonyesha mtazamaji wa Chawamata TV moja kwa moja nikizungumza nikiwa pembezoni mwa barabara ya Mandela Road hapa Tabata. E, leo tunaenda kuzungumza na mashabiki wa Simba lakini pia Yanga. Kikubwa tutakuwa tunazungumzia kuhusu dabi ya Kariakoo. Ni mchezo ambao umekuwa na gumzo e, kwa mashabiki lakini pia kwa wapenda soka Tanzania Bara kuhusiana na tetesi au mambo ambayo yapopo kwamba Simba hawataki kui, kuipeleka e, timu uwanjani lakini pia Yanga wao wanasema wapo tayari na dabi hii, wanasema haina kipengele kipengele, labda wakianzishe wao wenyewe kwa maana ya Simba. E, nikukumbushe kwamba e, mchezo huu wa 184 mtazamaji, ulikuwa na e, sintofahamu ya hapa na pale, ambapo tarehe 8 Machi mwaka huu kulitokea na sintofahamu, wakati ambapo Simba walienda siku moja kabla ya mchezo huo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi tayari kujiandaa kwa ajili ya mchezo ambao ulikuwa uchezwe eh, katika uwanja huo tarehe 8 ya mwezi wa tatu mwaka wa 2025 na ikafikia kwamba bodi ya ligi kuja kuailisha mchezo huo, Yanga wakaamua kusema hawataenda kushiriki mchezo huo, na sasa eh, bodi ya ligi imetangaza rasmi kwamba tarehe 25 ya mwezi huu mchezo huu utakuwa unachezeka, na leo ilikuwa ni siku moja kabla ya kuelekea siku hiyo, na Simba hawajaonekana kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea ni siku moja kuelekea mchezo huu. Hapa tumefika, hapa tupo kwenye kijiwe cha bodaboda e, mtazamaji hapa Tabata kuweza kupata maoni yao kama mashabiki wa timu hizi mbili. Tutaanza na shabiki wa Simba awatambie e, yeye Simba kutokwenda kwenye kikao na waandishi wa habari yeye hili analizungumziaje. Na mtazamaji, inakuwaje mkuu? Bwana safi jamani, kibingwa kibingwa kama kawaida, unacheza kucheza kinachezeka, mbona kitapigwa tu. Tuambie sasa e, leo e, tunaona tuna timu yako viongozi wako hawajaenda e, kuongea na waandishi wa habari kueleza e, utayari wao kwa kabili ya watani wenu Wajani, ili we unalizungumziaje ukiwa kama mashabiki wa Simba? Hilo kwamba limekaa vizuri yaani Simba kuto kwenda kwenye mkutano wa waandishi wa habari sio kwamba swali so, limekaa vibaya hilo swali so, limekaa vizuri. Unajua Simba ni dude moja likubwa, kwa hiyo unapokwenda kucheza dabi lazima kutakuwa kuna mbinu nyingi, kwa hiyo ni moja ya mbinu kumzofisha mpinzani, kwamba ni moja ya mbinu kwamba unaenda kucheza kesho, au yeye inakuwa Yaani ni moja ya mbinu ambayo ya ushindi wa Simba. Yaani kesho tulichokifanya kwamba yule mpinzani mzee mzee mwenzetu mpinzani anaweza akajua kwamba bana hawaweza wasiingize timu, lakini Simba Simba mimi nakuhakikishia timu kesho wanaingiza wanaingiza uwanjani vizuri tu. Ah, kwa hiyo sasa dabi hii wewe unaizungumziaje? Dabi hii unaizungumziaje we kama shabiki wa Simba? Dabi kwanza kabisa, anaweza nikasema kwamba yani dabi kwanza imepoa. Yaani mamlaka husika, maana kama vile wameipozesha hii dabi. Muone toka tarehe nane, tukakaa muda mrefu wakaja wakaipangia tarehe wakasema tarehe kumi na tano Watu wakajiandaa tarehe 15, tukiwa kama mashabiki tumejiandaa vizuri. Umeona tarehe 15 mwenyewe imekuja, imeahirishwa. Hata ile ile imeahirishwa kienyeji yenyeji, hatujawekwa wazi, tukiwa kama vile familia ya mpira. Unajua familia ya mpira lazima tuambizane ukweli bwana, kutokana kuna moja mbili, kwa hivi kwa hivi kwa hivi kwa hivi, au kuna kuna masuala haba kiinchi, kuna mambo yamekaa hivi hasa. Ina maana kitu hawajatuambia, wameweka sintofahamu, wameamua mechi kuiahirisha na sisi bila kutuambia chochote kama mashabiki, tukabaki njia panda. Tukaja kusikia kwamba bwana, tarehe 25 toka tarehe 15 wakaongeza siku kumi tena zingine mbele. Ina maana tarehe 25 ambayo ndo kesho leo, tunaweza likatokea na Simba kuto kwenda uwanjani kuto kwenda kwa waandishi wa habari. Yani hiyo ni moja, kwamba yani wanaitoa mvuto da bila kuwateteza, kwamba tulivyosikia kwamba wameleta mpaka si marefarii kutoka nje kidogo, wanairudisha kwenye kwenye ule ule msisimko wake, yani ujio ujio ujio wa hao ma marefali wa wacheza waamuzi wa kati ujio wao e, kuchezesha dabi kwa mara ya kwanza kwa Tanzania hapa. Wewe ume umeupokeaje? Mimi nimepokea kwa mikono miwili, naona kabisa kweli watendaji wa mpira wa, wa miguu kama TFF wako vizuri, wanajaribu dabi kuiweka kuiwe nini hamasa. Unajua, unapoleta marefali kutoka nje, na maana kidogo, na maana ni nchi yetu kama inaendelea, inatangazika, ina vizuri na soka letu inaendelea kutangazika, kwamba dabi ya Tanzania uamuliwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania. nina imani nina hakutokuwa na makandokando ile mtu adondosha ndani ya boksi yeah. mtu anakuambia twende, hiyo ah, na maana, itakuwa watakuwa kwa makini sana yeah, kwamba Yanga ndio amesababisha wow, wow, wow, waamuzi kuletwa kutoka nje uh, Yanga kwa sababu Yanga ni watu wa kubebwabebwa na waamuzi. Dabi ya kwanza waamuzi wamewabeba, dabi ya pili, dabi kama mbili ni matokeo ni waamuzi wamewabeba Yanga kwa kile kitu, maana mamlaka husika TFF wameona tatizo liko wapi, walivyotaka walivyoleta waamuzi kutoka nje naweza nikasema yani, Yanga atakufa vibaya sana. Ni kwamba mashabiki wa Simba hamna imani na maamuzi wa Tanzania, imani tuko nao. Unajua, maamuzi wengi wa Tanzania unapokuja swala la dabi, uwaga wanakuwa na tensheni kubwa, na Yanga Yanga wanawadaa sana mashabiki waamuzi yani, yani Yanga kwenye upande wa maamuzi huwa wanawadaa sana Simba, hawaja kufanya kitu kama hiko. Hii dabi inakuja kimtego sana idabi kweli kwa kimtego kwa sababu pointi moja, pointi moja ya mwe mchezo wao, kitu asale bingwa anakuwa yeye na ni, ni tofauti wa pointi moja, wewe unaizungumziaje hiyo? Ni kwamba hivi hata asale hawezi kupata simu, amejipanga ule mpanzu amna oh, oh, kumkaba mpanzu pale, haiwezekani ligi inaisha bila kumkaba mpanzu, haiwezekani kwa sababu kuna mpanzu kuna kibu, yes, wanakufa mapema sana. oh, wao wana, wana, wana, wana mtu anaitwa pakome zuzu hapa pakome, akati pachake zikia, yupo wao <laughs> oh, shaumia azikia yupo au cho majeruhi Umeona, hasa, chama chama zetu tumemlea mwenyewe ule. Tunamjua vile uchezaji wake na tunajua chama tucheze naye vipi. Yaani hapa dabi yaani Yanga mapema sana anapotea. Amini ninachokwambia. Itakuwa ni ngapi huko? Yaani wakiingia kichwa kichwa kwa vile watu wazee tukapiga hata tatu au nne zinafika. Tatu au nne. Tatu au nne Yanga hawezi kuchomoka. Nafasi nafasi sasa nakupa nafasi ya upendeleo zaidi. Wewe ndio kocha mkuu pale Fadu Davis kikosi chako cha kumkabili mtani wako unakipanga vipi kuanzia nafasi ya kwanza hadi nafasi ya kumi na moja. Ikumbuke kwamba jana Musa Kamara amefikisha clean sheet kumi na tisa, sawasawa e, sawa na Aish Salum Manola alizokuwa aishawai kuzifikisha. Kikosi chako kuelekea mchezo wa kesho, wewe ukipata nafasi kwa Fadu Davis, pamoja na unakipangaje? Yani kwanza kikosi cha Simba yani kiko kama mafuriko. Unajua yani, mafuriko maji, usijaribu kwa utesi, mguu utaondoka. Chukua mti, pima kina. Kwa sababu kosi ya Simba wanavyokiona, mimi pale namba moja kama kawaida, pale katikati huku namkuta pale namba 10, namba namba nana, namba 8 namba 10 namkuta, au pale namba tisa taee kwa, kwa mechi ya kesho, mimi nafikiri nikiwakama unamwacha unamwacha Steven Desa unamwacha Lionel Christian Ateba pembeni Ateba namwache asome kwa sababu Ateba akiingia lazima anaondoka na mabeki watatu wanne. Ateba nitamweka nje awasome. Namweka pale Stephen Desa Mukwala steka refu kuliko goli, huko kuna mpanzu huko, kuna kibu dei. Nimeua. Nimemaliza hapo. Sasa neno lako moja kwa mashabiki, lakini pia wachezaji wa Simba kuelekea dabia kesho, keshu nawambia nini? wachezaji mche, wa kwa, kwa Yanga, ona, kesho, Simba mimi naambia kwamba sio na hofu wachukulie mchezo wa kesho kama michezo mingine wanavyocheza vile wamecheza, kamaaashwkuwa sfynahkeshuhen Kagera Sugar bakora utasikia sasa hivi. Hatumtaki maana rahisi yeye kila kitu yeye mtendaji yani, mtendaji ni yeye yani. Kesho bora wasije wagome, bora wasije. wakija wataibika. Mtazamaji huyu ni shabiki wa Simba, lakini pia nimekita kambi hapa, naenda kuzungumza na upande wa pili ambao ni Dar es Salaam Young African kwa maana ya Yanga, na wa tusikie wao wana maoni gani kuelekea mchezo huu. Ikumbuke kwamba mtazamaji, dabi hii ni dabi ambayo itakuja kivyake vyake au kivingine, sio kama dabi tulizozizoea. Naam mkuu wa habari ya mchana, na hongera, asante sana, ni nzuri no. sijui wewe unaendelea, mimi niko vizuri zaidi no. kama unavyoniona, tuzungumze. dabi ni kesho Deo. dabi ya Kariako, wewe ndio mwenyeji wa mchezo, unazungumziaje dabi hii? Kwanza A, kwanza ni wape pole kwanza. Wapinzani wetu wameanza mno kukimbia, wameanza maneno, wameanza nini, leo mkutano wa waandishi wa habari hawajatokea. Hizo ni dalili za uoga. Sababu hata hawajatoa wanapigiwa simu hawapatikani. Shida, hawajatoa sababu yoyote yeah. Na wawana, hawana cha msingi chochote walichokiongea. Ngoja tumsikize hapa. Mheshimiwa, kwa nini hamjafika kwenye press ya waandishi wa habari? ndomana kasemaje? Yeah. Simba ni dude likubwa. Yaani, umemsikia? Simba ni dude moja kubwa. Kwa watu wasipofika hizo ni figisu tu. Kesho wapo uwanja. Simba ni sawasawa na ngoma ya ni sawasawa na pombe ya ngomani hmm. Sisi tutajichotea tunavyotaka yaani wasio hata na pressure na ndio maana wao wamekuwa na pressure ya kutukimbia mapema. Mara ya kwanza wametukimbia yeah. na hii mara ya pili wanataka kutukimbia sasa. Sisi tumewakamata yeah. safari tunawapa za kwao waende wakapumzike, waoga wanaogopa wasije wakapigwa. Ah, waoga anasema asiyecheza nani, si ndio amesema, wacheze mpaka mafrani ameprint hatuchezi ngo, si ndio? Na, na wao KMC juzi walikuwa wanaimba hatuchezi, yeah na msemaji wao amesema kwamba mechi yao ya mwisho ilikuwa KMC Kagera, alivyobanwabanwa sana akaanza kusema mechi yetu ya mwisho ya nyumbani, hakutaka kufafanua. Sasa yote kwa yote dros... Akini, kabla ya kabla, kabla, kabla, kabla mchezo huo na kabla ya ratiba ya bodi ligi kubadilishwa, walitoa taarifa kwa umma kwamba bodi ya ligi ikibadilisha ratiba yeah. yoyote zaidi ya tarehe kumi na tano hawatakuwa tayari kushiriki mchezo wowote wa ligi kuu Tanzania Bara kwa maana ya NBC Premier League. Ndio hawa walikuwa wanachachatika, kwa sababu mechi ya kwanza wameivuruga wao wenyewe, mechi ya tarehe nane wameikimbia wao wenyewe bila sababu za msingi, hmm. Umeona wakaja kuleta vigezo vingi nini, nini nini nini, wakaona labda wameokoka hawa hawatoki, hawatoki. Hawa wa, wallahi billahi tillahi hawa wanang'oka. Sitaki, sitaki kufechua yaliyo ndani. Hey, tuyaacha. Hiyo ni siri ya kambi. Hey, hiyo ni siri ya kambi. Lakini hawa kung'oka wanang'oka, ubingwa unaochukua utofauti wa pointi moja. vizuri, vizuri. na kesho Ay. wakitokea kutakuwa na mechi ngumu, lakini ugumu wa mechi autufanya sisi tushindwe kuwa mabingwa, kwa sababu hawa tunawajua na nimewashukuru sana bodi ya rigi yeah, kutuletea marefa kutoka nje mara... ha, mabwana hawa walishazoea mbeleko kila siku, ndio timu inayoongoza kwa kuwa na penati nyingi za ajabu ajabu hapa Tanzania, ila penati zinahesabika? Nasemaje? na zinahesabika yeah na magoli yake yanahesabika , lakini ndio timu inayoongoza kukupewa penalti za ajabu. We, na ndio timu inayoongoza kusababisha marefa kufungiwa. Kwani nyinyi nyinyi, kama Yanga mje kupata goli la penalti, sisi tumepata goli la penalti, lakini sio penalti za ajabu kama wanazopewa wao. zina wanafunga wana mpaka magoli ya mkono banga katika kati ya goli la mkono. hayo madongo anapiga, madongo anapiga, anaipiga hayo ni madongo na hizo ni bra bra lakini, <laughs> ukirudisha rekodi nyuma <laughs> ayo, hawa ndio wanaongoza kwa kubebwa, na ndio ni faida na marefa, pole, pole. Unajua uzuri wa mpira yeah, ni, ni, ni malumbano ya hoja leta, tuna hoja, tunabishana kwa hoja, si ndio? Ujafanya hicho kitu, unakuja ujafanya hicho kitu, hujafunga goli la mkono, hamna goli la mkono. Uzuri wa nazi jikoni, wanasema na wachezaji gani wa kumfunga simu, wanazi jikoni huo uzuri anayesema yeye wanazi jikoni. Wewe nitajie wao na wachezaji gani wazuri? Mtajie yeah, na wachezaji gani wazuri? Mimi muulize Mpanzo anamjua. Mpanzo anamjua? Mimi Mpanzo namjua toka akiwa akiwa Kongo, sio hapa Tanzania, toka akiwa Kongo. Naomba yeah, na, na mimi nikuulizie swali kwake. Yeah. Yeah. Toka akiwa hivi Mpanzo anamjua vizuri. Sijui kama wewe unamfahamu kama ninavyomfahamu mimi. Sijui yeye, muulize yeye anamfahamu vipi, Mukwala anyway <laughs> hata kwenye rekodi sidhani, kama kwenye rekodi za washambuliaji huko alikotoka alikwepo, yeah. Amekuja tu hapa ndo anapatapata kijina huyo mchezaji mzuri sana, mzuri sana yeah, mzuri mzuri yeah. Twende sambamba. Kwa hiyo e, una ujumbe gani sasa kwa mashabiki lakini pia wadau wa soka ambao watakuwa wanaesubiria sana a e, mchezo huu wa kesho? Mimi nataka niseme kitu kimoja kwanza, Wanayanga hatutakiwe kuogopa wala kufikiria, hiki kichwa chetu cha mwendo wazimu tunaenda kukinyoa muda wote tunavotaka. Tufike kwa wingi uwanjani, tuhudhurie tukaangalie, furaha kesho, ni burudani kesho, ni siku ya burudani. Yeah, kesho ni siku ya burudani, wakati tukijiandaa na mambo mengine ya uchaguzi na nini. Sisi kesho twende tukapunguze stresi kwanza, pale Taifa tuujaze uwanja, yeah, tuujaze uwanja tukacheze mpira kesho. 100%, tunachukua kombe letu siwezi kujua ila, <laughs> wewe ndo utajua, mimi siwezi kujua. Neno leno la mwisho kabisa, tukitazama kamera hile pale, ili mtazamaji anayetufuatilia kupitia e, mitandao yetu ya kijamii ya Chawamata TV, unawaambia nini? Naanza na wewe. Mimi niseme tu sisi, nizungumzie kama klabu yangu kwanza, timu yetu sisi sisi na imani tuko vizuri sana, na tutaingia tukiwa na confidence. Tutaenda tukacheze mpira inavyotakiwa kizuri, tunamwamuzi kutoka nje, akifuata sheria zote za mpira wa miguu, na imani kabisa hawa jamaa wanakimbia, kwa sababu toka sasa hivi paka sasa hivi wameshaanza mizengwe. Hata kwenye press conference hawataki kufika. Usishangae hata, hata leo kwenye, kwenye mazoezi yao pale pia wasifike tena, kwa sababu leo mbuzi hamna leo ile basi lao la mbuzi leo hamna, eh, kwa maana hiyo hata leo kwenye kwenye mazoezi yao pale Benjamin Mkapa oh, ya mwisho yango, wanaweza wasiende yeah. hata kufanya mazoezi na hatihati hati yeah. ya kufika kesho uwanjani iko kwa 40%, yaani 40% wanaweza wasifike uwanjani yeah, no. Nachofurahi na na kitu gani yeah. kwamba ni Yanga wanaogopa mbuzi, jambo la kufurahisha sana najua. <laughs> mbuzi ni mnyama wao, wanaogopa <laughs> mbuzi, ila wakiwa wakikutana maeneo lete mbuzi lete mguu lete paja Leo Simba wanaogopa mbuzi, aa, ndoji watu wa ajabu. Mimi ni cha kwanza nachoweza kusema kupitia kwamba Chawamata TV kwamba nikiwa kama mshabiki wa Simba, mimi na mashabiki zangu wa Simba Tujae kwa wingi, hii mechi ni yetu. Hawa jamani wetu hawatoki kwa sababu jamaa wana rekodi kila tunapokutana kucheza dabi, lazima muamuzi afungiwe. Hiyo tucheza nao jamaa, nina imani naimani na waamuzi kutoka nje, sheria 17 za FIFA wanazifuata, ziko pale. Yanga mapema sana, hawezi kutoka kutoka hao. Simba wamekimbia press, sijajua. Naona anaogopa hata mechi ya kesho.

<laughs> na, na, na, na mtazamaji eh, kufikia hapa eh, mimi sidhani kama nina la ziada. Kikubwa tulikuwa tunazungumza nao mashabiki wa Yanga lakini pia Simba eh, wameweza kutuambia hisia zao kuelekea mchezo wa hiyo kesho, mchezo wa Dar es Salaam eh, mchezo wa Kariako ya eh, dabi, na itakuwa inachezewa pale uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa kumi na moja kamili jioni. Kumbuka hii eh, ni Chawamata TV, tulikuwa tunazungumza michezo na kufikia hapa, mtazamaji Sidhani kama tuna la ziada tukuambia kwamba waendelee kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii naitwa Dickson Bisare, na hii ni Chawamata TV.